Kaimu sheh mkuu wa Tanzania, Shekh Abubakar Zuberi amewataka Waislamu na wananchi kuhakikisha wanafanya kampeni kuelekea uchaguzi mkuu kwa utulivu na amani ili kuhakikisha kuwa nchi inabaki salama baada ya kukamilika kwa uchaguzi. Hamisi Suleiman anaarifu zaidi. Shekh Abubakar Zuberi ametoa wito huo wakati akifungua kongamano la siku kumi la viongozi wa dini ya Kiislamu, wahadhir na viongozi wa misikiti jijini Dar es Salaam katika kuhakikisha anatumia majukwaa yao ya dini katika kuhubiri upendo, amani na mshikamano, na sio uchochezi au kujenga chuki katika jamii. Amesema katika kipindi hiki kuelekea uchaguzi mkuu kuna mambo mengi yanaibuka, yakiwemo ya kujenga chuki baina ya vyama kwa vyama au jamii, jambo ambalo likiachiwa linaweza kuleta athari mbaya katika jamii na watanzania wote kwa ujumla. Nawahusia kwamba sasa ni wakati wa kuzingatia lile yai la amani, walizingatia lile yai la amani kwamba tuchunge amani zaidi na tuwe na uchuvu na tuendee uchaguzi mkuu tukiwa tunafahamu kuna kulindwa kwa amani. Vile vile tusijitokeze na mambo ambayo yanaashiria fujo na nini, kwa sababu Mwenyezi Mungu ndiye anayemweka kiongozi. kiongozi yote atakayepatikana kawekwa na Mungu, hakuwekwa na mtu. Hakuna mtu anayeweza kumweka kiongozi, ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Taala. Wakilijua hilo basi, ni, ni, ni, ni lazima ana ni wajibu juu ya kila mwananchi E, azingatie kwamba amani ni kitu muhimu na utulivu ni kitu muhimu. Isiwe mbio e, zetu katika masuala haya ya uchaguzi ndio sababu ya kuchafuka kwa amani. Hapana, amani ni kipu, kitu kipo na uchaguzi unakuja kila baada ya miaka mitano. Kwa hiyo usituharibie utuvu wa nchi uliopo. Kwa hiyo ni juu ya wananchi kuyazingatia haya, haya na kuyaelewa haya na kujaribu kujiepusha na, na vichocheo na hamasa ambazo zinaweza zikatuharibia nchi. Wazingatie kwa tu kwamba uchamungu ndio kitu muhimu na waelewe kwamba eh, kiongozi hapatikani ila kwa tawfiki ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu amekwishamchagua. Sisi tunahangaika mpaka sasa hivi, lakini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kishamchagua kishajua nani atakuwa rais wa nchi hii, nani atakuwa mbunge wa mahali fulani, nani atakuwa diwani wa mahali fulani. Hii ndio namna hiyo. Na lazima patikane kiongozi. Mungu alitwambia wa likulli kaumin hat, yani ana kila, wana, lina kila taifa kiongozi. Kila taifa lina kiongozi. Ukishakubali kwamba kila taifa lina kiongozi, maana yake kila kiongozi, kiongozi yote atakayepatikana wewe utamkubali, maana yake lazima apatikane. Akizungumzia umuhimu wa kongamano hilo, msemaji wa taasisi ya Muslim World League hapa nchini Sheikh Hasan Ahmed Katungunya amesema kongamano hilo limelenga kuwakumbusha wahadhiri na wahubiri wa, wa Kiislamu umuhimu wa amani kwa kuhubiri kwa kuzingatia mafundisho ya Kiislamu yanayokataza kujenga chuki katika jamii. E, ambalo limeonekana kwa viongozi wa Muslim World League ni kwamba ni jambo lipo katika ulimwengu, yani sio tu Tanzania, kwamba baadhi ya watu huwa wana, wanatoa mahubiri au wanatoa hutuba katika misikiti ambayo inaleta uchochezi na vitu vya mfano huo. Kwa hiyo taasisi yetu imeonelea ni bora, madamu wapo wataalamu ambao wanajua na wanaelewa namna ya kuhubiri kwa kutumia hikma na maarifa ya hali ya juu, basi ndio wameona bora waalete na nchini kwetu Tanzania. Hamisi Suleman Channel 10, Dar es Salaam.